Ingekuwa wahalifu ni wengi, ingekuwa ngumu sana kuweka shule, maana tungejenga magereza ili wengi hao wakae mle. Lakini hata katika nchi ambazo zina amani, bado wahalifu wanakuwepo, na ndio maana sheria inakuwepo na mahakama zipo kwa ajili hiyo. Lakini amani ya Tanzania imedumu na mataifa ya nje yametambua kwamba Tanzania katika Afrika Mashariki ni nchi ya kwanza kwa amani, na vile vile, sio hilo tu, katika dunia nzima, watafiti wa kimataifa wamesema sisi ni wa sabini na nne, lakini dunia ina, ina, ina nchi zaidi ya mia mbili. Hata kuwa wa sabini na nne nayo ni hoja, nayo ni sifa kwamba hata sisi duniani, sisi ni watu wenye amani. Rais Samia ametuongoza kuendeleza amani katika nchi yetu. Tunamshukuru na tunampongeza kwa kazi hiyo.